Utoaji wa huduma za uchukuzi. Huduma za bandari. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia mamlaka ya usimamizi bandari Tanzania yaani TPA imeendelea kusimamia bandari za mwambao bahari ya Hindi na maziwa makuu kwa kuendeleza miundombinu na utoaji wa huduma za kibandari, kulinda mazingira na usalama wa bandari kwa viwango vinavyokubalika na kuweka mazingira mazuri yatakaowavutia wawekezaji. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, serikali imeendelea na uboreshaji wa bandari hiyo ikiwemo uboreshaji wa gati namba nane mpaka kumi na moja na, na gati namba kumi na mbili mpaka kumi na tano ambapo pembuzi yakinifu na uboreshaji gati hizo umekamilika. Aidha ujenzi wa miundombinu wa kupokelea mafuta pamoja na matenki 15 mafuta yenye uwezo wa kuhifadhi kiasi cha mita za ujazo laki tatu sabini na nane elfu umeendelea na utekelezaji wake umefikia asilimia 25. Hali kadhalika uboreshaji wa bandari ya Tanga unaendelea ili kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena kwenye kanda ya kaskazini na nchi za jirani maboresho yaliyofanyika hadi hivi sasa ni pamoja na kuongeza kina cha maji kutoka mita tatu hadi mita 13 na upanuzi wa eneo la kuingia na kutokea bandarini lenye upana wa mita 73 na eneo la kugeuzia meli kuwa na kipenyo cha mita 800. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia TPA imeendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa gati jipya na conveyor belt katika bandari ya kisiwa Mgao ambayo ni maalum kwa ajili ya kuhudumia shehena chafu yaani dirty cargo kama vile makaa ya mawe na saruji. Katika kuendelea na utekelezaji wa mradi huo, tayari usanifu wa kina umekamilika. Kwa sasa mkandarasi anaendelea na hatua ya maandalizi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Lengo la mradi huu ni kuwezesha bandari ya Mtwara iendelee kutoa huduma kwa ufanisi bila kuathiri mazingira. Aidha, serikali imekamilisha kuhuisha upembuzi yakinifu na usanifu awali wa ujenzi wa bandari mpya Mbegani iliyopo Bagamoyo ujenzi wa bandari hiyo ya kimkakati itachochea shughuli za viwanda na biashara katika eneo la ukanda maalum wa kiuchumi wa Bagamoyo. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya sita imeendelea ya na ujenzi wa bandari kavu ya Kwala ambapo ujenzi wa bandari ya sakafu ngumu yani pavement, yenye ukubwa wa hekta tano kwa ajili ya kuhifadhia shehena umefikia asilimia 96.6. Bandari hiyo imeendelea kuhudumia makasha kutoka bandari ya Dar es Salaam na hivyo kuongeza ufanisi na kupunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Aidha, katika kuboresha biashara ya Tanzania na nchi jazirani na kuifanya eneo la bandari kavu ya Kwala kuwa la kimkakate zaidi, serikali imetoa maeneo kwa ajili ya kuhudumia shehena ya kwa ajili ya kuhudumia shehena za nchi ya Rwanda, DRC Burundi, Zambia, Uganda, Malawi, Sudani ya Kusini na Zimbabwe. Nchi hizo zimeanza uendelezaji wa maeneo husika. Pia mwezi Aprili mwaka huu nchi yetu imepewa takriban hekta 15 kwa ajili ya kujenga bandari kavu katika eneo la Kasumbalesa huko DRC. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua hizo, serikali pia imeendelea kuboresha bandari zilizopo katika maziwa makuu. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, serikali imesaini mkataba wa uboreshaji wa bandari ya Kigoma iliyopo katika ziwa Tanganyika. Inahusu ujenzi wa barabara ya kuingilia bandarini na jengo la abiria. Mradi huu wa usanifu na, jen, na ujenzi unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Japani kupitia shirika lake la JICA.